Albamu za picha zilikuwa hazina ya kumbukumbu, zilikuwa daraja la kuunganisha wageni na wenyeji, familia na hata marafiki. Lakini kwa sasa mambo ni tofauti. Ukuaji wa sayansi na teknolojia umepelekea matumizi ya albamu kuwa machache. Kwa sasa watu wanatumia simu za kiganjani kuhifadhi kumbukumbu zao, lakini pia wanatumia mitandao ya kijamii pamoja na laptopu kama sehemu ya kuhifadhi picha zao. Mzee Chazi Pangapanga Panga mwenye umri wa zaidi ya miaka sabini anasema picha ni urithi na albamu ina nafasi kubwa kuulinda. Albamu ilikuwa kitu cha heshima sana, kwamba unapokuwa na tukio lolote kunapiga picha, picha zile zinahifadhiwa katika albamu matukio yapo ya furaha, yapo matukio ya huzuni, yapo matukio hata ya kikazi. Kwa hiyo yale matukio yote wa ilikuwa unapo zinapopigwa picha, unatengeneza albamu, una hifadhi zile picha, kuwa akifika aki mgeni au hata wageni wanapofika, kuwasalimia au kuwatembelea wa mnawahudumia, kama akishapata chai, mnatoa albamu. Kila mtu anakuwa na albamu, anakuwa kuna kitu kinachomvutia, labda. Hebu ile harusi ya mtoto wako fulani, unatoa picha pale, wanapitia, wanapitia, wanaona, wanafurahi sana. Kwa hiyo hata wageni wanapokufikia, wanatamani sana, wakiondoka wae wameona albamu za picha mbalimbali mbali, za za matukio mbalimbali mbali ya kifamilia au na hata mengine ya shughuli Anasema ingawa teknolojia ni muhimu, kuna mambo ya zamani yamebeba utamaduni na bado ni muhimu. Badiliko yanaenda kwa kasi sana, lakini naona kama tunapoteza kitu kitu muhimu sana. Kwa mfano sasa hivi picha nyingi zinahifadhiwa tu kwenye simu. Simu inaweza ikapotea, maana yake umepoteza kila kitu. Lakini hata akija mgeni, kwa mfano, wamekuja wageni labda mama mkwe huwezi ukawa umemshikia simu awe anaangalia picha, lakini albamu unampa, anakaa pale, anapitia anaangalia, anaangalia e. Lakini sasa teknolojia hii hatukatai, ni nzuri, ila sasa inakwenda kwa kasi na sisi tunaoitumia tusiache yale mambo mengine mazuri. Sasa hivi hata baadhi ya vitabu vya uh, vya dini viko kwenye simu e, Bibilia mtu anasoma kwenye simu. Simu ikiharibika, maanake na bibilia imepotea. Hatukatai, Teknolojia ni nzuri sana, lakini tusiache vile vitu ambavyo vina vina kielelezo kikubwa na ambacho vilikuwa vina vinaleta heshima. Kumbukumbu zipo, ili sasa hata wajukuu wanapokuja, ukiwaambia tulikuwa na babu yenu huyu hapa, wanaangalia wanaangalia, ah, kumbe babu, kumbe amefanana na fulani huyu, kama inajenga inajenga um, uh, uh, imani kubwa na utu utu ule wa binadamu na kuzidisha upendo. Hivi unawakumbuka wale wapiga picha ambao walitembea kwa miguu ama walitumia baskeli kuja kupiga picha majumbani? Huyo ni miongoni mwao. Anasema soko kwa sasa ni gumu. Kwa sasa hivi hali imekuwa tofauti na mwanzo kwa sababu sasa hivi watu wanaotaka albamu sio wengi kivile. Kwa sababu wengi sana sasa hivi picha zao wanachukua, wanaweka kwenye flashi, wengine wana wanaziweka kwenye simu kama mimi kwa mwaka huu kwa imepata mara mbili tu basi yapata tena yeah, kuna ugumu kwa kweli wa kazi kwa wapiga picha wa kizazi hiki kwao teknolojia imerahisisha maisha sasa hivi unaona wateja wengi hawataka zile albamu wanataka kama photobook wanataka picha mbao kwao unaona watu wamebadilika na picha nyingi hawahitaji picha za za kwenye albamu kwao unaona wanataka soft copy yani vitu vya kisasa ni kama photobook sawa picha mbao picha ambazo wanahitaji wateja. Teknolojia huleta mabadiliko, lakini si kila kitu kinachopitwa na wakati hupoteza thamani. Wakati picha za Instagram zikififia na kupotea kwenye taarifa nyingi, albamu kama hizi hubaki kuwa mashahidi wa maisha ya watu. Labda si vibaya kujiuliza, je, tunaweka wapi kumbukumbu kumbu zetu za kweli? Theresia Mwanga, habari wikendi, Morogoro.